Suala la, la, la, sasa hivi kuna kauli ardhi mali ya serikali. Jamani, ardhi si mali ya serikali. Serikali ina ardhi yake. Ardhi ni mali ya umma na umma ni pamoja na wananchi, tunafahamiana. Yani ardhi bado ni vile vile, kwamba kuna ardhi za serikali ni mali ya umma, kuna ardhi ya mwananchi ni mali ya umma ardhi hizi za, za kijamii pia ni mali ya umma, kwa maana ya kwamba eh, serikali ikitaka kuitumia kwa, kwa, kwa, kwa mambo ya, ya, ya, ya umma, hospitali, skuli, basi eh, huwezi ukasema mimi sitoi ardhi yangu pale. Ndo inapokuja yogia ya kwamba hii ni mali ya umma na hili ni jambo la umma, ama tukigundua leo dhahabu hapa tuliposimama sahabu si yako, ni ya umma umefahamia? Wakigunduliwa mafuta, semeni amina. Jamani, geni haje. <laughs> Sasa ndio maana yake. Lakini ikiwa ardhi hii katokea mtu anasema mimi nataka kujenga mkahawa mzuri wa kisasa, nataka kujenga kiwanda, nataka kujenga soko, jamani, hiyo si jambo la umma, hiyo ni biashara, au sivyo? Kwa hivyo hapo kuna moja tu kwamba ama, eh, aje huyu mwenyewe mkumsikilizane au serikali iwakutanishe hii ardhi, ile umkodishe. Pengine anayotaka ni ardhi kubwa ya watu wanne, watano, kumi, mtamkodisha kila mtu, si atajulikana tu, zako eka mbili, zako eka tano, eka inavyotakiwa kwamba ukodishe ardhi yako ile kwa huyu ambaye anataka kufanyia biashara. Sasa hivi sivyo. Sasa hivi serikali inaichukua ile ardhi. Hakuna sheria hiyo ya serikali kuchukua ardhi ya mwananchi kwa matumizi binafsi, kwa matumizi ya biashara. Hii ni sheria ya kutungwa ya watu kwa maslahi yao ya kufanya dhulma. Tunaelewana? hakuna kwa hivyo, ndio maana sisi tunasema jamani, tutakalokwenda kusimamia, wala hatuendi kutunga kitu kipya, tutakwenda kuyaweka sawa. Lakini sheria tunazo nzuri, tutakazofanya ni kuzisimamia, kwamba bwana, wewe, kuna mtu katokea, anataka kuwekeza, tutawakutanisha na huyu anataka kuwekeza. Si anakuja serikalini kwanza kuomba, halafu ukishakumkodisha tutachungulia pata kiasi gani, eh, tutachukua sehemu yetu ya serikali ambayo ni asilimia thalathini, au asilimia ambayo haitozidi asilimia thalathini ya kile ulichokipata, kama ni kodi kwa kipato ulichopata kwenye ardhi. Ndiyo jamani, utaratibu duniani unavyofanyika. Tukifanya hivyo maana yake nini? We utapata haki yako, hatutokung'oa kwenye ardhi wewe na kizazi chako Ukineemeka wewe mwananchi, na serikali nayo itaneemeka. Wananchi wakiwa maskini, jamani, hakuna serikali ambayo ni tajiri wakati wananchi wake ni maskini. Hakuna duniani, na mtu aje aniambie moja serikali iliyokuwa ni tajiri lakini wananchi wake ni maskini. Hakuna. Sasa tunachosema sisi ni hicho. na ikitokezea serikali inataka kwa matumizi ya umma, jamani, utaratibu upo eh, na ulipwe fidia inaolingana na